Kwa hiyo na mimi leo sina maneno mengi, natamani tu twende kwenye neno la Nyakati wa pili mlango ule wa saba mstari wa kumi na nne mpaka ule wa kumi na sita Neno litakalotubeba linatoka kwenye kitabu chetu cha Mambo ya Nyakati wa pili mlango ule wa saba kumi na nne mpaka kumi na sita Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa, maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele, yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima, maana sasa nimeichagua nyumba hii. Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu amekuchagua mimi na wewe. E, e, tuko kweli wa mama, tuko majeshi ya Bwana. E, Mungu ameichagua nyumba hii. Hebu sema Mungu ameichagua nyumba hii. Ambie jirani yako Mungu ameichagua nyumba hii, ame. Haleluya, haleluya! Ameichagua cha kwanza ili kuitakasa, ili kwamba jina lake lipate kuwako huko milele, yatakuwako na macho yake na moyo wake daima ndani yangu usiku wa leo. Haleluya, usiku wa leo Mungu ametuchagua. Wako wanawake wengi Dodoma. Wako watu wengi Dodoma, lakini kwa nini mimi na wewe tuko hapa? Mungu ametuchagua ametuamini. Ile kwamba ametuchagua ametuamini, hataweza kututumia kwa kazi yake, ni lazima ametutakasa. Haleluya! Kwa hiyo tutakuwa pia na maombi ya utakaso kwa ajili yetu. Kwa sababu gani? Jambo tunaloenda kufanya hapa sio jepesi, linahitaji utakaso. Amen linahitaji tujiweke wakfu, linahitaji tukae sawasawa. Anasema sasa, na macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Yaani hata kama umekuja na uchovu, hata kama umekuja na mashaka, ondoa uchovu, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi. Mungu amekuchagua na anachokitaka leo ni kusikiliza yale tunayoenda kumwambia, ni kusikiliza haja za mioyo yetu, ni kusikiliza haja za taifa letu, ni kusikiliza haja ya kanisa letu. Hana jambo lingine, yuko anatusubiri. Haleluya! Yuko anasubiri sauti yangu mimi na wewe, yuko anasubiri maombolezo yangu, anasubiri makamanda. Haleluya! na mimi sina maneno mengi, yani sitamani kufundisha, natamani tuombe. Amen, eh hey. Kwa sababu anasema sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu wanaoomba mahali hapa, sio mahali pengine, mahali hapa. Amen, tuko pamoja makamanda, tuko pamoja makamanda, eh hey. Yani hapa leo tuna makamanda tu. Biblia inaposema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa nini tuko mahali hapa? Kuna mambo hayako sawa kwenye nchi yetu, kuna mambo hayaendi sawa sawa. Haleluya watu wa Mungu kuna mambo hayajakaa sawa, yanahitaji watu walioitwa kwa jina la Mungu. Mimi na wewe tumeitwa kwa jina la Mungu, ndio maana tuko mahali hapa, tumeaminiwa. Haleluya! Mungu anasubiri tu tuseme nini mbele yake. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu la, aha, wako na watu wasioitwa kwa jina la Mungu, wenye nia mbaya, wenye nia ovu na taifa letu, wenye nia mbaya na nchi yetu. Wao hawajaitwa kwa jina la Mungu wa mbingu na nchi, wameitwa kwa majina ya miungu ya kwao. Hiyo sisi haitusumbui. Sisi tumesimama hapa kwa sababu tumeitwa kwa jina la Baba. Haleluya! Anasema kama watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso ndio maana tuko hapa kumwambia Baba, mpaka hayo tunayoyaona, yanayoendelea, yanayochafua masikio, yanayofanya macho yasitazame, yanayofanya mioyo ikae na hofu na mashaka, kuna mahali tumekosea, kuna mahali hapako sawa sawa. Ni lazima tutambue, ni lazima tuelewe, ni lazima tujue, na ni lazima tujute kwamba Baba, inawezekana si mimi niliyefanya, lakini niko ndani ya taifa la Tanzania. Yeyote aliyesimama akaharibu, tumeharibu pamoja. Yeyote aliyesimama akaenda kinyume, tumeenda kinyume pamoja. Haleluya. Biblia inasema Mungu akatazama mtu mmoja tu miongoni mwao, atakayesimama mahali palipobomoka. Haleluya! mimi na wewe leo, siangalie uchache tulio nao. Idadi ya Mungu kuiponya nchi ni mtu mmoja Idadi ya mtu kuponya familia ni mtu mmoja tu. Wala usije ukakaa kwenye familia ukasema, aa tumezaliwa tisa, kwa nini mimi? Mungu amekuamini, usiangalie hao wengine. Hajaona kama anaweza kuwaamini, hajaona kama anaweza kuwapa mzigo aliyokupa amekupatia, kwa sababu anajua wewe ni jembe lake, anajua wewe ni mtu wake, anajua kwamba unaweza haleluya. Hey, mnaweza mkazaliwa wengi kwenye familia na wote mkawa na shida, ukashangaa, kwa nini mimi? Yaani, ukiona namna hiyo, shangilia, amini kwamba Mungu ananipenda, Mungu ameniamini. Haleluya! Mahali tunakochelewa ni kuangalia wengine. Mbona wengine hawapo? Mbona wanawake wengine hawajaja? Mbona waombaji tunaoamini wa hawajaja Mbona mimi siwezi kuomba? Hakuna anayejua kuomba, yuko Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli. Yeye atatuelekeza, yeye atatuongoza, yeye atatufundisha, haleluya. Hata kama umechoka, atakubadilishia hata, hata lugha. Hata kama maneno yatakauka, ana uwezo wa kutengeneza ndimi zako zikamimina chemchemu za moto mbele za Bwana, haleluya tusome wote pamoja kwenye hiki kitabu cha Mithali, Mithali kumi na nne thelathini na nne. Naomba tusome wote kama tuna Biblia, kama tumefika hapo, tusome moja, mbili, tatu. Kama bado semeni bado, nataka tusome wote pamoja huo mstari. Tumefika eh? Haya, tuseme moja, mbili, tatu. He. He. Haki huinua taifa lakini dhambi ni aibu ya watu wote. Maneno, kashfa, mambo tunayoyasikia ya aibu. Kuna mahali haki imepotea. Kuna mahali haki haiko sawa. Mahali ambapo pana haki pana utulivu. Mahali ambapo pana haki sawa sawa amani ipo. Mahali palipo na haki sawa sawa, upendo upo. Mimi na huyu dada hapa tutapendana, tutachekeana kwa sababu amenitendea, amenipa haki yangu, na mimi nimempa haki yake. Nitakapoacha kumpa haki yake, atanichukia, atanikasirikia nitainua magomvi, nitainua faraka, nitainua mambo yasiyofaa. Kwa hiyo tunaposema kwamba usiku wa leo tunataka kumwambia baba, tumekosa jambo la kwanza la kufanyia kazi. Haki katika nchi ya Tanzania haipo. Kama ingekuwepo sawa sawa, tusingesikia hizo kelele, tusingesikia hayo matukano tusingesikia hizo vurugu. Ina maana huyo anayesimama kutukana, huyo anayesimama kuchafua, anajua kuna mahali sijatendewa haki. Haki huinua taifa, na mahali popote amani inapotakiwa kutawala ni mahali penye haki. Mahali ambapo haki haipo, amani ya kweli huwa inatoweka. Kwa hiyo watu wengi leo wanalia juu ya haki zao Mahali haki ikiwepo, nimesema upendo wa kweli lazima utawale. Kwa hiyo unashangaa kila mahali, haki haki haki haki, huyu analia, huyu analia, huyu analia, huyu analia, ndio maana ya hizi vurugu. Ni kweli nchi yetu ni nchi ya amani, lakini tunaweza tukajifunika ndani ya amani isiyokuwa na haki, matokeo yake chemchem za vurugu tutazisikia. Ukifuatilia kitabu tulichokisoma cha Mambo ya Nyakati mlango huu wa saba ukisoma ule mstari wa kwanza mpaka wa kumi ukasoma kwa utulivu kabisa utakutana na habari za mtumishi wa Mungu Suleiman. Yeye alipolijenga kanisa la Mungu alipolimaliza hekalu na nyumba za wafalme na kila kitu, akakaa chini akasema, kabla ya mambo yote nataka niuone utukufu wa Mungu mahali hapa. Kwa hiyo akaanza kufanya maombi ya toba. Ukisoma ukafuatilia, alikuwa anaomboleza. Asingetamani lile hekalu liingie dosari yoyote, alitamani amwone Mungu akisimama kwenye lile hekalu. Kwa hiyo akaanza kutubia dhambi, anatubia dhambi moja baada ya nyingine. Alipofika mstari wa kumi na mbili, Mungu akasikia sauti ya maombi ya Suleiman, akamtokea. Ile jengo likajaa utukufu wa Mungu, kila mahali pakafunikwa, moto ukashuka kutoka mbinguni. Ndio Mungu anafika mahali anasema, aha, sasa nimeichagua nyumba hii. Haleluya! Hakuichagua hivi hivi. Hakufika mahali akasema naitaka bila sababu aha, fika mahali ambapo mtumishi wake alilia akaomboleza. Na mimi leo, natamani usiku wa leo tuombolezi mpaka moto ushuke mahali hapa, Utakaposhuka mahali hapa, kumbuka tuko katika kitovu cha nchi ya Tanzania. Usambae huo moto nchi nzima, uende huo utukufu wa Baba kila mahali, ili lile alilolikusudia adui lifungwe, na utukufu wa Bwana lifungwe, na moto wa Mungu mwenyewe. Haleluya! Nani atamani kuona amani? Nani anataka kuona machafuko? Tanzania hatujazoea machafuko. Tanzania tumezoea amani, hata kama ni ya kuvuta na kamba, lakini ndio tulioizoea. Hata kama haki haipo, hatujazoea bunduki. Leo nikitishiwa bunduki nitakimbia. Na yeye aliyekuleta anakuamini, unaweza kuibadilisha Tanzania, unaweza kuleta mabadiliko, unaweza kuushusha moto. Haleluya! Hey! Tunaweza Bwana, haleluya! Uwezo tumepewa na Mungu mwenyewe Amen. Yesu alikuja kuturudishia uweza, alikuja kuturudishia hekima, alikuja kuturejeshea maarifa, alikuja kuturejeshea nguvu iliyokuwa imeondolewa na adui ndani ya maisha yetu. Wewe una nguvu ya kumshinda shetani, wewe una nguvu ya kunyamazisha hiyo vita, una nguvu ya kunyamazisha kila sauti ya adui. Niseme nisiseme? Sulemani aliushusha moto wakati wa agano la kale, lakini mimi na wewe leo tunaushusha moto wakati wa agano jipya, tukiwa tuko huru, tukiwa tumekombolewa, tukiwa hatuna minyororo, hatuna vifungo tena, tuna nguvu tele. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo mambo ya kuangalia, jambo la kwanza nimesema, ni haki. Haya mambo tunayoyasikia, haki haiko mahali. Ngoja tuongeze neno moja la Habakuki. Mistari iko mingi sana lakini naomba tusome ili Habakuki mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa nne. Biblia inasema, ufunuo aliyouona nabii Habakuki, ee Bwana, niliye hata lini ufunuo aliyouona Habakuki. e Bwana, niliye hata lini wewe usitake kusikia na kulilia kwa sababu ya udhalimu, ila hutaki kuokoa? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu u mbele yangu, kuna ugomvi, kuna mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hakuna wala hukumu haipatikani, kwa maana watu ambao huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hakuna kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Watu wabaya wanawazunguka wenye haki, kwa sababu hiyo hukumu ya kweli imepotoka. Habakuki naye aliyaona haya. Habakuki naye alilalamika mbele za Mungu na sisi tumelalamika. Ashukuriwe Mungu, viongozi waliokaa wakasema mm -mm, tumechoka kulalamikia majumbani, wacha twende madhabahuni pa Mungu aliye hai. Tena wakati wanasema, mimi nikasema walichelewa wapi? Lakini kwa Mungu hakunaga kuchelewa. Haya ndiyo majira sahihi.